Sana, karibuni sana kwa watazamaji na wafuatiliaji wa chaneli yetu ya Darubini ya Kiswahili Sanifu. Bonyeza alama ya kengele ukitaka kutufuatilia kila siku, kila wakati, basi tupo tayari kukufunza, kukuletea mafunzo mpya ya lugha ya Kiswahili. Ah, tumeshapokea sana, mara nyingi tunapokea maswali kutoka kwa wanafunzi kwa dao mbalimbali mbali, maswali tofauti tunaendelea kuyajibu na kujuzana kuhusu lugha yetu ya Kiswahili, pia umuhimu wake. Tunahitaji kukuza lugha yetu ya Kiswahili. kwa hiyo tupo kwenye uh, dhana nyingine ambayo tutaenda kuangalia pamoja, wewe mwanafunzi, wewe mfuatiliaji, wewe ambao unahitaji kukuza lugha ya Kiswahili na kuijua, basi fuatilia kwenye channel hii, kisha ikiwa maswali comment weka comment hapo chini, basi ili tuendelee pia kujuzana na kukuza lugha yetu ya Kiswahili. Leo karibuni sana, asante sana. Tutajifunza kuhusu matumizi ya lugha leo. Tutajifunza kuhusu matumizi ya lugha ya Kiswahili. Katika matumizi ya lugha ya Kiswahili tutajifunza haswa kuhusu sarufi. Tutaangalia sarufi ni nini. Mara ya kwanza tuna inatakiwa tuelewe na kufahamu dhana ya sarufi, matumizi ya sarufi katika lugha. Sarufi kama tulivyoandika ni sheria, ni sheria, kanuni au pia ni taratibu zinazopaswa kuf, kufuatwa katika lugha. Ni kanuni pia ni taratibu zinazopaswa kufuatwa katika lugha fulani. Kila lugha ina utaratibu wake. Kwa hiyo wewe unapaswa kuelewa kwamba ni utaratibu, ni sheria ambazo unatakiwa ufuate endapo unatumia lugha ya Kiswahili au unatumia lugha yoyote iwayo. Kwa hiyo ndio maana au ndio ufafanuzi wa sarufi katika lugha ya Kiswahili, basi sarufi hizo zina tanzu tanzu au matawi. Katika sarufi ya lugha ya Kiswahili tunazo tanzu nne, na hizi hapa tunaenda kuziona moja badala ya nyingine. Tanzu ya kwanza ni sarufi matamshi au sarufi sauti au maumbo sauti, tunaita tena fonolo fonolojia. Hilo ni tawi la kwa la kwanza. Tawi la pili ni tawi la tawi la pili sarufi maumbo, sarufi maumbo au tunaita pia mofolo mofolojia. Tatu ni sarufi miundo, sarufi miundo ambayo pia tunaita ni sintaksia, sintaksia. Tanzu la nne ambalo pia tunaita sarufi maana, tunakuja tunaliita ni semantic. Kwa hiyo tanzu zote nne hizi ambazo tume, tumetaja sarufi matamshi au sauti au fonolojia, e, sarufi maumbo ambayo ni mofolojia, sarufi miundo ambayo ni sintaksia na sarufi maana ambazo ni semantiki. Hizo ndizo tanzu muhimu ambazo zipo katika lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo tutaenda kupanua na kuangalia moja badala ya nyingine, maana na utamkwaji au utumiwaji wa tanzu hizo nne. Moja, tuangalie vizuri kuhusiana na sarufi ya kwanza ambayo tutaenda kujifunza. Mfuatiliaji uwe makini na upate kujua kuhusu tanzu hili ya kwanza. Kwa hiyo sarufi matamshi au sauti au pia tumetaja ni fonolo fonolojia. Kwa hiyo sarufi hii ina umuhimu wake, na umuhimu wake ni huyu ufuatao. Matamshi maana yake au tutaijuaje? Mwanafunzi unahitaji uelewe ni nini au uh, ni kitu gani ambacho kinaweza kukuonyesha kwamba hii hapa ni sarufi matamshi. Sarufi matamshi mara nyingi inakuja kuonyesha utamkwaji, jinsi sauti inavyotamkwa, au sehemu au mahali sauti inatamkiwa. Ni vitu viwili muhimu ambavyo mwanafunzi unataka kuelewa ni jinsi moja, ni jinsi sauti zinavyotamkwa, na pili ni mahali mahali zinapotamkiwa, mahali ambapo hizo sauti zinatamkiwa. Vitu viwili ambavyo mwanafunzi anatakiwa hmm, kujua na kufahamu haswa katika tawi hili la sarufi matamshi hivyo viwili ambavyo tumetaja hapo chini: jinsi sauti zinavyotamkwa, na pili mahali zinapotamkiwa. Kwa hiyo katika sarufi hiyo, vitu viwili pia muhimu ni sauti irabu na sauti konsonanti. Kuna sauti irabu na sauti konsonanti hizo ni mbili muhimu sana katika lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo tuangalie sauti irabu, ni sauti tano, irabu tano ambazo ni a, e, i, o na u. Hizo ndizo tunaita ni sauti irabu. Kwa hiyo hizo sauti irabu zina uzito fulani ukiwa unazitamka a i u o e. Kwa hiyo inatakiwa tujue zimetamkiwa wapi. Pili, zipo sauti konsonanti, hizo zinatamkwa hewa kutoka mapafuni hewa ikipita pia kama nadhari. Kwa mfano, kwa mfano hapa nikisema me ne nge, basi inatakiwa tutambue zimetamkwa kivipi na zimetamkiwa wapi kwenye kiwango gani katika lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo umuhimu wa sarufi matamshi ni huyo ambao tumetaja hapo juu. Kwa hiyo asanteni sana, uh, watazamaji na wafuatiliaji, tuwa na comment, hebu weka comment yako, tusaidiane kufundishana lugha ya Kiswahili tusaidiane kukuza lugha ya Kiswahili kwa sababu hii ni lugha mama ya taifa ya Afrika. Asante sana. Uh, tufate kwenye chaneli letu. Bonyeza hapo kwenye kengele la alama, andika darubini ya lugha ya Kiswahili sanifu miundo, utatupata. Asante sana. Karibuni.